Na viongozi wa chuo, wanafunzi wapendwa, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa majina naitwa Oscar Kisanga, ni mkurugenzi mtendaji wa chemba ya wafanyabiashara wenye viwanda pamoja na kilimo Tanzania. Kwa Kiingereza tunaitwa Tanzania Chamber of Commerce Industry and Agriculture TCCIA. Ninayo heshima kubwa kusimama mbele yenu siku ya leo kwa kuiwakilisha chemba yetu ya wafanyabiashara kwa kutoa neno fupi la salamu katika kongamano hili la leo lililotukutanisha wanafunzi wageni walikuwa mbalimbali siku ya leo ili kuweza kuzungumzia ama kuweza kuchunguza ni fursa gani za maendeleo katika kuijenga uchumi wa nchi yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi. Kwanza kabisa nitumie fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa uongozi wa chuo cha CBE kwa mwaliko huu adhimu na kuendelea kuthamini ushirikiano kati ya taasisi yetu na CBE, ambapo mwaka jana katika mkutano wetu wa AGM tuliweza kuingia makubaliano na chuo cha CBE ili tuweze kushirikiana katika kupata fursa mbalimbali za kibiashara. Na katika kongamano hilo mgeni rasmi alikuwa naibu waziri mkuu na waziri wa nishati Mheshimiwa Dokta Doto Mashaka Biteko. Mheshimiwa mgeni rasmi, CBE pamoja na TCCIA tumeendelea kushirikiana katika sehemu mbalimbali ikiwemo kuandaa makongamano, lakini kuchukua wanafunzi wa internship katika kuhakikisha kwamba tunawapa hekima na busara kwa ajili ya kufanya kazi. Kauli mbiu ya kongamano hili ambayo ni ubunifu na ujasiriamali wa ajira endelevu inagusa kiini na malengo ya TCCIA kama taasisi inayowakilisha wafanyabiashara. Ubunifu si chachu tu ya ukuaji wa biashara, bali pia ni silaha ya msingi katika kuzalisha ajira. Ndugu mgeni rasmi na wageni waalikwa, TCCIA inaamini kuwa ujasiriamali si kazi ya mtu binafsi pekee, bali ni mfumo mpana unaohitaji mazingira yawezeshi sera madhubuti na miundombinu bora, ili kuweza kuwasaidia vijana kutafuta ajira, lakini pia ili kuongeza ufanisi katika kufanya biashara. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kuhakikisha ajira endelevu kwa wahitimu wote, TCCIA imejikita katika maeneo kadhaa. Kwanza, kusimamia na kuendeleza programu mbalimbali za kukuza ujuzi na maarifa ya biashara kwa vijana kupitia mafunzo, makongamano, warsha na kliniki za biashara mafunza haya yamejikita katika uasili wa soko la Tanzania na kuwezesha vijana kuwa na mbinu bora za kuanzisha na kuendeleza biashara zao kwa tija. Mheshimiwa mgeni rasmi, TCCIA inaendelea kuanzisha na kuimarisha majukwaa kwa kukuza ubunifu na ujasiriamali kama vile Cluster Connect Program na kuunganisha vijana walevo ya chini walevo ya kati pamoja na juu katika sekta za kilimo na viwanda. Kupitia programu hii, vijana wengi kutoka taasisi za elimu kama CBE wamepewa fursa za kushiriki, kupata mafunzo kazini yaani internship, na hata kupatiwa mitaji midogo ya kuanzisha miradi yao kupitia ushirikiano wa sekta binafsi na taasisi za fedha. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kumalizia, naomba nitumie, nitumie nafasi hii tena washukuru kwa dhati CBE kwa heshima hii kubwa ya kushirikiana nasi katika kongamano hili muhimu tunaamini kuwa majadiliano yaliyotokea katika maonyesho ya jana na leo ambayo TCCIA tumeshiriki kikamilifu yameleta tija, na hapa leo tunafungua milango mipya zaidi ya ubunifu, ushirikiano na mafanikio kwa vijana wetu. TCCIA itaendelea kuwa mshiriki wenu wa karibu katika safari ya kujenga uchumi jumuishi, shindani na unaozalisha ajira kwa yote. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba ni declare interest. Nimemsikia eh, mweza kuu uh, mwakilishi Maida yeye amesema ni muoga wa mitiani, na mimi nasema mimi sio muoga wa mitiani. Uh, sipendi sana kulisema hili lakini naomba niwape motivation. Nimebahatika kusoma shule vizuri na unavyoniona hapa nina masters degree tano. Kwa hiyo mimi maenda sio mwoga mitihani, lakini cha pili nina post graduate diploma mbili, lafu niliwahi kusoma certificate ya sheria ili nisidhulumiwe mtaani. Na elimu zangu zote hizo hazijapanda meli, zote nimezisomea hapa hapa Tanzania kwenye hizi hizi foreign zetu. Kuna kijana mmoja yuko nchini Kameruni yeye alikuwa mwanafunzi wa chuo kama mlivyo ninyi wanafunzi hapa. Akiwa chuoni mwaka wa tatu akafungua pembeni genge la kutaka kuuza spices. Spices ni kama viungo. Akaanza kuwajulisha wakulima wanaolima viungo wapeleke pale kwa installment, yaani unapeleka pale unaacha, yeye atakutafutia soko atauza alafu atakupa pesa yake. Alivyotengeneza huo mfumo, wakulima wakawa wanampelekea zile spice. Wakati wanampelekea ikabidi aongeze ya ukubwa, yani sasa, ilikuwa ile sehemu aliyokuwa nayo ilikuwa itoshi, akatafuta godown. Alivyotafuta godown spice zikaongezeka ikabidi azitafutie brand. Kwa maana akatengeneza brand ili aanze kufanya packaging akaanza kufanya, kufanya packaging. Baada ya kufanya packaging, akaanza kutafuta soko la nje. Tunavyozungumza sasa hivi, amelishika soko lote la European Union, na ana ofisi au ana tawi la biashara yake sasa hivi nchini Ubelgiji. He is a billionaire. Alilipata wazo akiwa chuoni kama wewe ulipokaa. Inawaambia wanafunzi muwe risk calculated mjaribu mfanye uthubutu, lakini pia mhakikishe mnabadilisha minds na ziwe minds za biashara. Wanafunzi wengi waliojitambua wanaofanya risk calculated na kujaribu na uthubutu and innovative wamefanikiwa. Yuko mfanyabiashara mmoja, nimewahi kufanya naye mazungumzo, ni mkubwa sana, anasema akiuangalia ule ukuta, yeye huwa aangalii ukuta, anataka kujua nini kiko nyuma ya ukuta. Niwaambie, jaribuni kuangalia na uthubutu mnao. CBE mnafanya vizuri, profesa, mnafanya vizuri, na naamini serikali chini ya Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan imeendelea kufungua mazingira mazuri ya biashara. Kwa hiyo fanyeni uthubutu, nafasi zipo, kuna opportunities nyingi ambazo zinahitaji nguvu zenu, zinahitaji maono yenu, zinahitaji ubunifu wenu. Kwa mwenyekiti eh, ndugu yangu wa wafanyabiashara wa Kariakoo yeye amesema kwamba ameanzisha program pale, wanakutana wanachangishana pesa na sasa wana mtaji wa milioni mia sita. Nimpongeze katika nafasi hiyo. Mtaani ukija na mawazo ya white collar jobs, utakuwa kugumu. Mjaribu kutafuta fursa kwa kujishusha na kwenye levo ya chini. Baada ya kusema hayo, nashukuru sana kwa nafasi na asanteni kwa kunikaribisha. Karibuni TCCIA, mje kujiunga, kuna fursa mbalimbali. Sisi tuna ofisi karibu mikoa yote 26 katika wilaya zote za Tanzania Bara, mia na ishirini na moja. Lakini sisi ni memba wa International Chamber Organization, sisi ni memba wa Tanzania, chemba zote za Afrika pamoja na East Africa. Karibuni sana tuje kuzungumza. Sekta binafsi is the engine of the country Ekonomi. Karibuni sana. Asante sana makofi mengi kwake.